Ursula von der Leyen alijua kuwa wote walikuwa wakimtazama Davos. Je, angepeleka ujumbe gani kwa rais Donald Trump kupitia vitisho vyake vya kutaka kuimiliki Greenland na kuweka ushuru kwa nchi za Ulaya? majibu yetu yatakuwa thabiti, ya pamoja na ya uiano, lakini zaidi ya hapo tunapaswa kuwa na mkakati kuhusu jinsi tunavyolikabili swala hili. Kiongozi huyo wa halmashauri kuu ya umoja wa Ulaya hakutaja moja kwa moja chaguo za hatua za kisiasa za kiuchumi za EU zinazojadiliwa mjini Brussels, katika miji mikuu ya nchi za Ulaya na bila shaka pembezoni mwa jukwaa la uchumi duniani. Lakini alisisitiza kutokuwepo kwa ulinganifu kati ya vitisho vya Trump dhidi ya Ulaya na madai ya kuwa Urusi na China ndio wanaotishia kwa ukaribu Greenland kutumbukiza uhusiano wetu katika mteremko wa mgogoro kutawasaidia tu wale wapinzani ambao sisi sote tumedhamiria kuwazuia kuingia katika mazingira ya kimkakati. Lakini wakati von der Leyen akipangilia kwa uangalifu hoja zake bila kuzua na kuongeza mvutano zaidi kati ya EU na Marekani. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Carnegie Europe Rosa Balfour anasema hatua za kisasi za kiuchumi ambazo von der Leyen alizigusia tu katika hotuba yake zinapaswa kuwekwa wazi zaidi mbele ya timu ya Trump. Iwapo serikali ya Marekani itaendeleza malengo fulani, kuna hatua zinazoweza kuchukuliwa ambazo zinaweza kuathiri uchumi wa Marekani. Kuna nafasi kwa raia wa Ulaya kuashiria, kuzuia, kushawishi na kumlazimisha Trump kukaa mezani, na hilo ndilo lengo. Matarajio yoyote ya Ulaya kwamba tayari wameonyesha uimara yanaonekana kutofika Washington. Naam, si dhani watapinga sana. Tazama, tunapaswa kuwa nayo. Wakati viongozi wa Ulaya wakiendelea kujitahidi kubadili mwelekeo huo wa Trump mjini Davos, waziri mkuu wa Greenland amewaambia wananchi wake wawe tayari kwa hali yoyote ile.